Karibu sana kwenye Pesa Vibe. Leo tunaenda kuzungumza kuhusu jambo la msingi sana, jinsi unavyoweza kujibadilisha kimaisha ndani ya mwaka mmoja tu. Swali langu kwako ni hili. Je, umewahi kujiuliza kwa nini baadhi ya watu wanafanikiwa kwa kasi kubwa huku wengine wakisota maisha yao yote? Leo tutaangalia hatua kumi muhimu zinazotokana na uzoefu wa watu waliobadilisha maisha yao kwa vitendo, si kwa bahati, bali kwa mpango na maamuzi sahihi. Kaa tayari, chukua daftari, chukua kalamu na tusonge pamoja. Hatua ya kwanza, jitambue, self awareness. Maendeleo yoyote huanza na kujijua. Jiulize, mimi ni nani? Ninapenda nini? Nina nguvu gani? Udhaifu wangu ni upi? Andika majibu yako. Mtu asiyejijua ni kama dereva anayeendesha bila ramani unaweza kwenda mbali lakini sio kwenye mahali sahihi. Hatua ya pili jielimishe. Soma vitabu, tazama video za mafunzo kama hii, sikiliza podcast za watu waliopitia mafanikio. Elimu isiyo rasmi ndiyo inayoamua mafanikio yako. Usipende drama, penda maarifa. The more you learn, the more you earn, Warren Buffett. Hatua ya tatu jua thamani ya muda. Watu wote tunayo masaa 24 tofauti iko kwenye matumizi yake. Tumia kalenda kupanga siku zako. Usikubali muda wako uliyeyuke bure kwenye mitandao ya kijamii au kulala sana. Tumia mbinu kama Pomodoro: fanya kazi kwa dakika ishirini na tano, pumzika dakika tano. Hatua ya nne: tengeneza tabia ndogo zenye mwelekeo. Amka mapema, fanya mazoezi hata kama ni kutembea, andika malengo yako kila asubuhi soma kurasa kumi za kitabu kila siku. Hizi tabia ndogo hujenga maisha makubwa. Mafanikio siyo tukio, ni mchakato wa kila siku. Hatua ya tano: badilisha mtazamo. Amini kwamba unaweza kujifunza na kubadilika. Acha kusema mimi siwezi biashara, sema sijajifunza bado. Hii inaitwa growth mindset, ni siri ya watu wote waliofanikiwa duniani. Hatua ya sita: jipe motisha kila siku. Motisha haikai muda mrefu, kama kuoga, inahitaji kurudiwa kila siku. Tengeneza maneno yako ya kujiambia affirmations: Mimi ni mshindi, mimi ni nina nidhamu, ninajenga maisha bora kila siku. Hatua ya saba: tengeneza maono ya maisha yako. Ukiwa hauna mwelekeo, maisha yatakuvuta kokote. Andika unataka kuwa nani, unataka kuishi maisha ya aina gani, unataka kuwa wapi baada ya miaka tano? Tengeneza vision board, tumia picha na maneno yanayokupa nguvu. Hatua ya nane: jifunze ujuzi mpya. Maendeleo binafsi hayatoshi bila maendeleo ya kiuchumi. Jifunze kitu kipya: graphic design, kutengeneza content, kuuza mtandaoni, kutengeneza app, kuandika ebooks. Ujuzi ni mtaji wa kisasa. Ukiwa na ujuzi, pesa zitakufuata. Hatua ya tisa: jizungushe na watu sahihi. Mazingira huathiri ukuaji. Ondoa marafiki wanaokukatisha tamaa, tafuta watu wanaokutia nguvu, hata kama ni online. Una wastani wa watu tano unaotumia muda mwingi nao, chagua vizuri. Hatua ya kumi: pima maendeleo yako kila mwezi, jiulize, nimeongeza tabia gani nzuri? Nimepunguza tabia gani mbaya? Nimejifunza nini mwezi huu? Jipe alama. Ikiwezekana andika ripoti ya maendeleo yako kila wiki. Mfano halisi: hadithi ya mabadiliko. Tuangalie mfano wa Amina, msichana kutoka Mwanza aliyekuwa hana ajira. Alianza kujifunza youtube editing kupitia simu. Alijitambua, akajiwekea malengo, akaanza kutoa huduma za editing mitandaoni. Baada ya miezi kumi alianza kulipwa hadi elfu hamsini kwa video. Leo anatoa kozi yake mwenyewe. Hii inaonyesha kuwa mabadiliko ni ya kweli. Una uwezo wa kujibadilisha kwa kiumbe. Hakuna mtu atakayeja kukuokoa isipokuwa wewe mwenyewe. Hatua ndogo kila siku sawa sawa na mafanikio makubwa baada ya mwaka mmoja. Ni hatua gani kati ya hizi kumi unaanza nayo leo? Subscribe kwa mafunzo zaidi ya pesa, maendeleo binafsi na motisha hapa Pesa Vibe.